Karibu tena msikilizaji, katika mjadala wetu leo uh, tunaingia ndani zaidi kwenye historia ya siasa za Kenya. Tunaangazia hotuba moja muhimu sana ya Mwai Kibaki, wakati huyo alikuwa waziri wa afya mm -hmm. Tunazungumzia Julai 1990 pale bungeni Wakati mgumu ule mgumu kweli. Chanzo chetu hapa ni, ni dondoo kutoka jarida la Society, toleo la Agosti. Eu, hali ilikuwa eh, si shwari kabisa. Kulikuwa na ghasia. Ndio, ndio nakumbuka, na lawama zikaanza kurushwa kwa jamii nzima ya Wakikuyu. Sasa Kibaki akasimama kujibu, akasimama kidete kabisa. Lengo letu hapa ni kuchimba hasa alisema nini kwa nini ilikuwa muhimu na ujumbe gani mkuu, labda kwa wewe msikilizaji, tunaweza kuupata leo? Hebu tuanze kufungua ukurasa huu sawa, moja kwa moja. Jambo la kwanza kabisa, Kibaki alipinga vikali wazo la kulifanya suala kuwa la kikabila. Hilo lilikuwa muhimu sana. Hapana, uh -uh. uh -uh. Hapo ndipo penye uzito. Haikuwa kauli tu, ilikuwa ni ni mkakati. Fikiria hali ilivyo, ilikuwa tete sana kwa kusisitiza uwajibikaji wa mtu binafsi, alikuwa anajaribu, unajua, kuzima ule moto wa kikabila mm. Akatoa mifano mizito kweli, akakumbusha jinsi watu walivyotangazwa kwa majina yao gazetini zamani, si makabila. Hata akaenda mbali kusema, bwana, hata mbinguni kila mtu na lake, sio kikundi. Kweli, na akasema zaidi ya asilimia 99 ya jamii yake ni waaminifu, watasaidia kuwafichua wale wachache wabaya. Alifanya pia mkutano na wanahabari siku hiyo hiyo asubuhi yake kusisitiza jambo hilo hilo, uwajibikaji wa mtu binafsi. Ilikuwa ni njia ya kupooza hali, kuzuia lawama za jumla. Na mbali na kukataa ukabila, aliongelea pia sana kuhusu uaminifu, uaminifu wake na wa jamii yake kwa rais na serikali. Ndiyo, hilo nalo lilikuwa jambo kubwa. Alitamka wazi, uaminifu wetu ni kwa rais akasema uaminifu huu ulikuwepo tangu zamani na uko kila kijiji, mkoa wa Kati. Mm -hmm. hii ilikuwa ni sijui kujipendekeza kisiasa tu au kulikuwa na zaidi? Sasa ni rahisi kuiona hivyo, lakini fikiria mfumo wa chama kimoja. KANU ilikuwa muhimu sana. Aliunganisha ule uaminifu moja kwa moja na KANU akajitambulisha kama mwanachama mwaminifu tangu jadi. Lengo lilikuwa dhahiri kuzima kabisa fununo zozote kwamba jamii yake ilikuwa kinyume na serikali. Ilikuwa kama unajua kuonyesha mshikamano ndani ya mfumo uliokuwepo, muhimu sana wakati wa shida. Hapo kuna mantiki kabisa. Sasa tugeukie onyo lake kuhusu umoja wa kitaifa. Alionya kuhusu mataifa makubwa, ah, hiyo nayo ilikuwa nzito. Omba wanaweza kutumia migawanyanyo yetu, alisema. Wakiona mpasuko, hasa kutoka humu bungeni watajua pa kuingilia Hii ina uzito gani hasa uzito wake ulikuwa mkubwa sana hasa ukiangalia dunia ya mwaka 1990 mwisho wa vita baridi mabadiliko mengi onyo lake lilikuwa kama wito kwa wabunge tuwe kitu kimoja dhidi ya mchezo wa nje mm -hmm. na akawakumbusha ukweli wa kijamii kwamba wakikuyu wengi wanaishi nje ya mkoa wa kati kwa hivyo huwezi kuwaona kama kundi moja lenye ajenda moja tu Ndiyo. Hata akatania kidogo akasema, hatujawahi kuwa na mfalme miongoni mwa Wakikuyu, akimaanisha hakuna anayeweza kuwaamrisha wote, yaani, kusistiza utofauti hata ndani ya jamii moja. Hasa hivyo sasa, vipi kuhusu gasia zenyewe? Ni wazi alizipinga, lakini alisistiza nini zaidi? Kuruhusu akasisitiza utulivu urejeshwe kwa njia zote. Hii kauli, kwa njia zote, ilikuwa inaashiria serikali haita sita kutumia nguvu inaonyesha uzito wa hali. Lakini pia, na hii ni muhimu, aliweka hoja katika muktadha wa watu wa kawaida. Alisema alitembelea mkoa wa Kati wikendi iliyotangulia, akakuta watu wanataka amani, wanataka njia za kistaarabu za kuwasilisha malalamiko. Kweli. Akakumbusha bunge hakuna mkoa ulioumia kama mkoa wa Kati wakati wa vita vya uhuru. Wakulima wa kawaida hawaungi mkono fujo, wanataka amani tu, waendelee na shughuli zao kabisa. Kwa hiyo tukijumlisha, tunaona Kibaki hapa akijenga hoja zake kwa ustadi mkubwa, anabadili lawama za kikabila, anazileta kwenye uwajibikaji wa mtu binafsi mm -hmm. Anathibitisha utiifu ili kuondoa hofu serikalini, anatoa onyo kali kuhusu mmoja dhidi ya vitisho vya nje na ndani, na anasisitiza amani na anasisitiza ulazima wa amani na utulivu. Kweli ilikuwa hutuba iliyopangwa vizuri, yaani kutuliza hali kwa kutumia mantik, historia kidogo na wito wa umoja, jaribio la kujenga daraja wakati kulikuwa na mashaka makubwa, kutumia hoja badala ya jazba. Sasa hapa tunakuachia wewe msikilizaji swali la kutafakari. Lile onyo la Kibaki la mwaka 1990 kuhusu mataifa ya nje kutumia mpasuko wetu wa ndani ili kupata ushawishi au labda hata udhibiti, mm-hmm. Je, onyo hilo linagonga kengele yoyote kwako leo katika ulimwengu wa sasa, iwe hapa Kenya au kwingineko duniani? Swali zuri la kufikiria. Tafakari juu ya hilo. Hadi wakati mwingine.